Ongerani kwa ushindi. Asante sana. Tofauti ya Simba ambayo imecheza mechi mbili zilizopita na hii ya leo umeionaje? Sifa kubwa nampa coach Matola, ameprov kwamba sio vizuri wachezaji young stars wale kukaa benchi muda mrefu. Wale wote ambao walikuwa hawachezi leo wamecheza, wameonyesha uhodari wao, na kilichonifurahisha pia, timu ya Namungo ni nzuri swahili ambayo ilikuwa inashiriki mwaka jana kwa hiyo lazima tukubali kwamba ligi ya mwaka huu itakuwa ngumu japokuwa Simba wamepata bao tatu ni kwa sababu walikuwa wamefanya juhudi kubwa. Kwa hiyo bado, bado nashawishi kwamba tuheshimu local coaches wetu. E, kwa kweli leo Matola amenifurahisha sana sana, lazima nisema kweli. I give him a credit. E, washi... Kaingiza wachezaji wazuri wa, wa, wa ambao hawajacheza wa, wa muda mrefu na wameonyesha wana uwezo mkubwa ndio maana exactly, yangu hiyo mm, kwa, lazima raha ya timu make ligi ndefu na ni ngumu, lazima kila mchezaji acheze. Kuna wachezaji wengine walikuwa hawachezi kabisa. Sasa hiyo nawaachia uongozi. Unajua, mimi opinion yangu ni kwamba tujaribu ku encourage local coaches. Na, na kama Simba wataleta kocha mwingine basi nawashawishi kwamba angalau wampeleke Matola akafanye kozi za UEFA is good coach. Kabisa kabisa, kabisa. Pero kwa, kwahio unaridhika ya mabao yale na mpira unatamba, unauona jamani eh? Asante. Eh? Eh, sana tena <laughs>